Unaweza kujitambulisha kwa majina? Naitwa James Fyeka. Unaweza kutuambia ilikuwa namna gani mpate kurudi katika nafasi zenu? Nasema? Unaweza kutuambia imekuwa namna gani ili mrudi tena kwenye nafasi zenu? Okay. Kama tunarudi hapa tunajua kama hii ni nchi yetu, hii nchi hatuchangii na mtu fulani, ni nchi ya wakongomani na maandiko yanasema hivi Atakayevuka mpaka ya mwingine ule mtu alaaniwe. Na adui M23, afu setuibwanyiro wamelaaniwa depuis zamani. Niliwaambiaka kama hata M23 ingie Uvira, kwa mwisho itarudi mahali ilipotoka. Tulipigana katogota uh, tukafika Uvira, adui katuingie ile Uvira na tukapanda kwenye vilima nafasi zengine. Kwa mwisho yetu Mungu anajibu mahitaji yetu na maombi ya watumishi wa Mungu ambayo walikuwa wanatuombea sisi wenye Kongo na kama tunafika hapa, haiko kusema m ilikuwa na nguvu, haikuwa na nguvu. Na kama tulitoka Uvira, hatukutoka Uvira kusema ya kwamba tunashindwa. Kama tulitoka Uvira sisi wazalendo FRDC, jambo la kwanza FRDC muko wa infiltre, waliuziwa na kabila, na tuko na mateka yao. Mi mwenyewe niko na mateka tatu, leo hii niko nayo na ile mateka nitaenda kuiripoti kwa FRDC. Jambo la pili, kama tulishindwa wazalendo, hawakukuwa organize, kila mtu alikuwa napenda fanye byake. Mi mwenyewe Jemusi siwezi kukamata uvira bila mwingine, ndiyo maana tulishindwa tukakimbia. Kuko wenye mpaka hivi niko nasema, kuko wenye wako, kuko wenye wako, wako baraka na wengine Burundi, fasi zengine hata Tanzania wako, lakini Mungu alisaidia kwa ile maombi mko mnatuombea. Kama tuko hapa Uvira, hakuna mtu atakayesema kama naingia Uvira kwa risasi. Mi James mimi ndio nakamata Uvira kwa nguvu zangu rie, kama tunashika Uvira ndio kweli, M23 tulipiga kikweli kwanzia Munene, Kashekezi, Makobola hapa kubilima uh, Luhanga uh, bilima Katongo, tuko tulikamata mateka makumi nne ya watu weusi uh, watano wazungu wako kwa serikali. Kama imevetwa leo inatoka hapa ni mudundo wa risasi na mankoro yenye walifanya kule, kama tuko hapa hakuna mzalendo wa kujitapa kwenye mtandaoni kusema ya kwamba yeye ndio anafukuza adui, serikali ndio inafukuza adui Amena. Kumbe kwa muda huu nikuambia, watu wote hapa, nafika Uvira, tushaangaika. Tunatesekea nchi yetu na tutaendelea kutesekea nchi yetu kumbe Kenye ntaomba sana uh, rahia ya Uvira. Rahia ya Uvira uh, wa M23 wakati walifika walikuwa nasema hebo ndio bakombozi mm. Kumbe hebo ndio bamwizi. Ba, ba, magari na kutoka Rwanda ilisomba vitu vyengi hapa franga uh, sijui nini wakawa na bomola madepo. Nisikia kama hata mugari yao waliweva ile gari na yala tuninguruwe. Eh, yote bale ni wamwizi, aiko wakombozi. Sasa wakombozi ni sisi wenyewe, na mkombozi me atakomboa nchi ya Kongo sio mtu wa kutirakase rahia, ni mtu wa kudefendre rahia. Kwa muda huu tunafika Uvira, tuko sirias na FRDC gepar na FRDC ibu, tutatumika nao bila ubaguzi yoyote. Hapa Uvira nafika hatutaki tena, kuanzia leo tusikie risasi sasa. Mzee, sisi tumesikia kwa kuikaa hapa Uvira kutakuwa sio wazalendo na sio FRDC, kutakuwa MONUSCO. Siku hizo habari ni za kweli? Unasema tumesikia kuwa wakaaji ambao wa wataikaa hapa wanajeshi ambao wataikaa hapa ni MONUSCO, si na sio wazalendo au wa FRDC. Kongo hakuna MONUSCO yenye iko hapa, hmm. ile ni marezo sosi, wenyewe wako hapa ni serikali ya Kongo wazalendo, okay. tu mnajua kwamba uh, Kenya ishakafika mkongo na Uganda ishakafika mkongo, hakifanya kitu. Burundi nafika mkongo, ikatusaidia kiukweli, lakini kupitia siasa mbaya ya Kongo Burundi karudi, lakini kwa muda huu atatumika na nchi nyingine, kwa sababu serikali ya Kongo Rais Kisegeti iko determine, maongezi kwa leo haiko kule, kazi yake yeye mwenyewe atashughulika, kwa sababu kwa sasa ana nguvu na nguvu zake ni sisi wazalendo na serikali ya FRDC. Kumbe nikuambia tu, wakaaji wa Uvira, tusiogope yale ya kale natupia mbali ni mtanganyika kwa sasa tunaenda na yaisa nasemee yeyote kwa hii mida atakamatiwa anapiga risasi yeyote atakamatiwa anapora vitu vya serikali vitu vya rahia ule ni M23 ule mtu utamkadhiria vizuri vizuri na akishikwa hata fungiwa uvira kinchasa e, nanii goma Bukavu ni kwenda do Kichasa ndio kwa tafungiwa au apigwe risasi akufe, kwa sababu ule ni adui wa nchi ya Kongo. Kumbe kwa muda huu tunaomba watu wote wakazi wa Uvira wakae chonjo. Kwa muda huu tutafanya sekurite na nchi yetu Uvira yetu Fizi yetu ikuwe na, na labda kama inaweza kutokea wanawaambia wazalendo kuwa hamtatumika tena hapa nyinyi na pamoja na FRDC, wanataka MONUSCO njo iingie hapa jijini Uvira. Nyinyi kama vile wazalendo mnajiandaa vipi kuhusu hiyo hali? Kama tuko tunatumika, tunatumika kwa order ya serikali <coughs> serikali, muende mwene na hapa tutaenda sisi, vizio yetu inchi tu ipate amani, ndo vizio tu. Yeyote atakubali kutumika na serikali ya Kongo atatumika, na yule ambaye anaona mimi sitatumika tena, leta silaha vula teni njo kwa serikali, ubaki kama vile raia wengine, ulime au kuchuruzi. Lakini kusema ya kwamba tena tuko andehoro na serikali ya Kongo, ule mutu hapana na toka asubuhi milio ya risasi bado inasikika hapa jijini Uvira. Unaweza kutuambia kuwa watu wengi hawaelewi, kwa haya masasi ni ya kazi gani? Tuambie je, adui bado iko hapa kama Uvira? Mnasikia masasi kuna pigwa. Unajua kama uh, fasi fulani uh, wanasema kama mko adui, mtu hawezi ingia ovyo ovyo kiolela, ni lazima kuanza tusukule mwingine, tusikie kama adui naye atarudisha lakini masasi ambayo tunapiga tulikuwa tunasukula njia tupite tuingie mumugini wetu, na hapa tunafika Uvira. Tunasukula Uvira, tunakutana na Uvira. Kwa sasa kwa muda huu hakuna adui. Kesho tuta advance Kiliba na kupiga masasi mpaka Bukavu kwenye tutakutana adui, tutamchapa kikweli kweli kabisa. Na inasemekana kuwa watu wengi wameshafariki na wengine wameshaumia, tupatie idadi. Inasemekana kuwa watu wengi wameshaumia na wale mmoja wapo wamefariki. walio rud, walio kufa ni M23, ndio yenye iko na kufa ndio. Uh, mvita hakuwezi kukosa benye batakufa, lakini wengi wenye wanakufa M23. Tuliwachapa na mateka Ambo tuko nayo na ile mateka rais mwenyewe atajua, kama ile mateka tulikamata sisi wazalendo. Na kwa mwisho naambia nini watu wa Kongo? kwa mwisho, naambia wa Kongomani sio wa Uvira sio wa Bukavu sio wa Goma, na waambia Mungu anajibu mahitaji yetu kwa muda huu. M23 haitaingia tena hapa kwetu, wakae chonjo, ila tena pele kuambia popilasi yetu ya Uvira wakati M23 ilikuwa hapa Uvira, nisikia watu wengi ikifika disetere diziute kwenye manyumba yao. Kwa muda huu tutafanya sekurite kwa populasyon yetu ya Kongo mpaka zeroer, wapo wanafanya biashara yao.